katika kile kitu ambacho nafsi inakiona kwamba ni bora. Kwa Kizungu tunasema love is the inclination of the will towards what the mind perceives as good, nikututumia na kwa nafsi kuelekea katika kile kitu ambacho nafsi inaona kwamba ni bora. Zipo aina kuu uh, tatu za upendo. Aina ya kwanza ya upendo ni upendo wa eros. Aina ya pili ya upendo ni upendo wa filia, na aina ya tatu ya upendo ni upendo wa agape. Upendo wa eros ni upendo wa masharti, ni upendo wa nipe nikupe. Nipe nikupe, mtu anaweza akampenda mtu fulani ili tu apate hela, basi hiyo ni eros. Mtu anaweza akajidai ni chawa fulani eh? Anafika anakwambia, mpiga taksi umenyoka, suti imenyoka safi, mpiga taksi eh, hiyo ni eros, anataka tu umpe hela, chaa huyo. Hiyo na mtu anakusifisi bila sababu chaa ah. na mwingine binti akipita hapo barabarani ameulamba, ame, ame vizuri, vijana wanaonyesha kumpenda eh, ile pia ni eros. Nipe nikupe, ni upendo unaojitafutia jambo lake, tumsifie Eros ni upendo ambao unajitafutia jambo lake, una lengo lake pale. Kwa hiyo kiwana, mtu anakupenda kwa nia maalum, hiyo ni nini? Eros. Ni upendo wa nini? Wa masherti. Na pili ya upendo ni upendo wa filia. Filia, upendo wa filia, nasema ni filia love, ni upendo wa kindugu, upendo wa baina ya kaka na dada, upendo baina baina ya mama na mtoto, upendo baina ya baba na mtoto, upendo baina ya marafiki, upendo wa kweli baina ya wanakwaya, upendo wa kweli baina ya wanakwaya eh, maana kuna wengine wanapendana, wanapenda kwa Eros. Eh, upendo wa marafiki wadshibana, ule ni upendo wa nini? Wa filia, baina ya wanakwaya, baina ya wanajumuia, baina ya wanaparukia ni upendo wa filia, huu ni upendo wa kindugu. Upendo wa kindugu ki? Hata mimi pia babangu wananipenda ile ni filia. Hata wewe pia una mtoto wako hapo, unampenda mtoto wako, hiyo ni filia. Ni upendo wa kindugu, marafiki wanapendana ni upendo wa filia. Lingine ya upendo ni aina ya tatu, upendo wa agape, agape ni upendo wa kiwango cha juu kabisa, ni disinterested love, ni upendo usiokuwa na masharti. Upendo wa agape alionyesha Yesu Kristo pale msalabani, alikubali kufa kwa ajili ya rafiki zake. Huo ni upendo wa nini? Wa agape. Upendo wa agape unampenda mtu hata, hata usimfahamu. Upendo wa agape unaambatana una na sadaka, unaambatana na nini na sadaka unaambatana na sadaka. Upendo wa agape ni upendo wa kimungu. Tulio wengi hapa, wengi sana, tupo kwenye eros, upendo wa masharti, lakini wachache wameshapanda kwenye upendo wa filia, upendo wa kindugu, lakini inabidi tutoke hapo tuende katika upendo wa agape. Yesu anatuambia kwamba amri mpya nawapeni, pendaneni kama mimi. Sio mimi mimi Luoga, kama mimi Yesu, yani kama Yesu alivyowapenda nyinyi, eh, ninyi naye mpendane vivyo hivyo. Unadhani hapo Yesu anamaanisha upendo gani? Unadhani anamaanisha hapo eros? Hapo anamaanisha agape, saapendwa. Kwa hivyo tunafundishwa, pendana, upendo wa agape, ha, usamehe. Hizo ni ishara za upendo hizo. Mwenye upendo daima kusamehe, huvumilia, hujitoa sadaka, huwa tayari kunyosha mkono kusaidia wengine. Mwenye upendo sio mkono wa birika hivi. Kuna watu wana mkono wa birika.